Na dhumuni la kuja hapa ni kuendeleza ile ziara ambayo imezinduliwa na Mheshimiwa Waziri Profesa Kitile Mkumbo siku ya Ijumaa tarehe 16, lakini ni muendelezo wa kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini dhumuni kubwa kabisa ni kutekeleza mipango ya miaka mitano ya maendeleo ya kitaifa, lakini tukilenga utekelezaji wa dira ya taifa ya 2025 2050 na ilani ya CCM um. Tuko hapa katika kiwanda ambacho kinafanya kazi ya uchenjuaji wa dhahabu au inaitwa Gold Refinery. Na kama nilivyosema asubuhi, tumepita huko, lengo hasa la ziara hii ni kuwahamasisha Watanzania wawekezaji wa ndani ili waweze kugundua kwamba ndani ya mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA kuna fursa mbalimbali ambazo mtu unaweza ukazitumia Eh, kuzipata zikakupa unafua mambo ya msamaha wa kikodi na zile ambazo sio za kikodi na sheria zingine mbalimbali mbali na kanuni ambazo zipo ndani ya mamlaka mpya ambayo imeanzishwa tarehe moja mwezi wa saba mwaka jana. Kwa hiyo rai yetu katika hii kampeni ambayo imetuleta mkoa wa Geita kwa ajili ya kuweza kuhamasisha Watanzania waweze kuwa wawekezaji waweze kuwa wafanyabiashara wakubwa waweze kuwa wazalishaji wakubwa, watumie hizi fursa ziweze kuwasaidia katika kuleta tija ya kiuchumi uchumi, uchumi wao binafsi, uchumi wao makampuni yao, lakini uchumi wa kitaifa na uchumi wa maeneo ambayo wanatoka. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tutaweza kupata ukuaji wa uchumi wa kitaifa kwa ujumla wake. To be honest, it's very simple. Unakuja hapa unasaidiwa na serikali na wako wana, to be honest ninasaidiwa sana upande wa serikali na ingelikuwa kama upande wa serikali hakukuwa na haku kusingekuwa na what do they say, msaada, mimi leo nisingekuwa hapa. Miaka sita niko hapa, miaka sita napambana na hii kazi, si mara yangu ya kwanza. Kwa majina, naitwa Leonard Bugomora Kiganga, ni mwekezaji katika sekta ya hoteli, lakini pia niko kwenye uchimbaji wa madini ya dhahabu na katika kampuni zote hizi mbili kampuni ya leni na kampuni ya bugomaini zote nimezisajili TC ambapo sasa inaitwa inaitwa TISEZA ambayo imeunganishwa na, na EPZ. Kwa hiyo wakati tunasajili walikuwa bado wana, wako wanajitegemea, walikuwa uh, Tanzania Investment Centre. <coughs> Ah, mimi ni, niseme tu kwamba ni mnufaika baada ya kusajili kuna vitu tulivyoagiza nje vitu vya mine, ikiwemo mtambo mkubwa wa CIP lakini ikiwemo na mitambo kama scaveta bakio, yote tuliweza kupata msamaha wa kodi kwa sababu ya kuwa na hiyo certificate ya ya ya TISEZA. Lakini pia hata huku kwenye hoteli kuna baadhi ya vitu kama mnavyojua, ukitaka kitu kizuri, wakati mwingine una share na nchi zingine, watu ambao ko advance zaidi. Kwa kuna vitu ambavyo tunachukua nje kwa ajili ya finishing. Uh, na vyenyewe pia tumeweza kupata uh, tumeweza kupata msamaha wa kodi baadhi ya vitu kama alivyoeleza mwenyekiti wa bodi.